Tujalipo hapa pesa. Naam, nayo idara ya mifugo imepokea maoni kutoka kwa wafugaji eneo la Garissa kuhusu ujenzi wa soko mpya ya kisasa kwa lengo la kuimarisha soko hilo ili kufikia kiwango cha kikanda. Wafugaji hao wamelalamikia ukosefu wa baadhi ya miundo msingi muhimu ilhali soko hilo linahudumia eneo zima la Kaskazini Mashariki na nchi jirani ya Somalia kwa, ku, ku, kwa kuuza zaidi ya ng'ombe laki sita kila mwaka. Ujenzi wa soko hilo unatarajiwa kuanza katika miezi miwili ijayo. So, changamoto ile tuna nayo ni kwamba huko nyuma watu wanabeba na donkey na nini na kuja hapa, pia hii ni mahali wanyama wako. So, hakuna ile store nzuri ya kuweka, mtu akitaka kuuza na auzia mahali yake, ni vita katikati ya wanyama na, na watu kwa sababu wanyama pia wanataka kukula, hivyo ndivyo vile iko. So ile kitu tunataka kuomba kwa serikali ni kwamba jaribu kusupport wale wakulima ambaye wana, wanafanya maneno ya food production, ili hii maneno ya ukame ikikuja at least siwezi kumaliza wanyama yote kwa sababu hii ndio ile kitega uchumi ya jamii ya hii eneo. Hizi nafikiri niko zaidi ya miaka ishirini hapa ofisi. Shida well, yetu kubwa ambapo tunaweza ongea leo ni choo. Saa hii hata ukishikwa tumbo hakuna mahali hapa unaweza kimbilia uende choo. Maji naye kupata boni ngumu kupata, kupata ng'ombe mabebaji ni ngumu, nyasi naye mpaka ununua mfuko yako. Tumekuwa na mikutano kadhaa kadhaa ya serikali yenye inajumuisha hii ima, mambo ya kuunda soko speciali za, ya, za, ya, ya, ya, ya asal counties na tumekuwa na mikutano kadhaa na wizara ya livestock hiyo state department na tumekua, ni mazungumzo imeanza kwa muda na katika huu mwaka kulikuwa na hii decision kwamba uh, in the next two months lazima u, uh, ujengaji wa soko uanze when I look at, i look at the market the market the is really lacking it's wanting i've been, uh, i've been been here i have not seen any toilet anywhere i've not seen actually very well structured sell yards. I've not seen actually auction yards uh, and na mtazamaji, na baada ya taarifa hizo, ndio tunakamilisha taarifa zetu kuu kwa sasa. Nasema asante sana kwa kuweza kutenga muda na kuweza kuzifuatilia. Mimi naitwa Rashid Abdalla, ni ekemal